Ukiingia upande wa pili kuna mabango ya eh? yapo nchi hii. Ukienda hatua mbili, mama amekaa, ukienda hatua kumi, amekaa. Nchi nzima imejaa mabango ya Rais, utafikiri hiyo ndio biashara pekee tunayofanya Watanzania. Imetoka huko, huo ni mabango ya Rais utaona mabango ya biashara ukienda Zambia unakutana na mabango ya biashara Kenya ni mabango ya biashara kama, sikuenda Angola, nilikuwa Uganda, mabango ya biashara hata kwa Museveni, eh? liko madarakani miaka 38 sana, lakini hakuna mabango ukiingia Tanzania